Uhuru wa Uislamu ndio huu, umekuja kumweka mtu awe salama yeye na aweweke salama wengine, na hiyo ndiyo akili ya mwanadamu yetakaishi hivyo hivi. Ingekuwa hakuna mpango wa barabara kwamba anayekuja anatumia mkono gani, anayekwenda atumia mkono gani, siku moja kungetokea getokea hasara ngapi? Ajali ngapi zingetokea, eh? Sasa wasema ah, hii mambo ya kuwekewa sheria bwana, hii hatuna haja bwana, hii hatunyima sisi bwana, tumejitawala bwana, mungekufa. Tumeelewana, sheria zimekuja kwa malengo ya kukuweka wewe salama, na ndio Uislamu, na hakuna anayeweza kukupangia sheria kukuweka salama kuliko yule aliyekuleta, kwa sababu aliyekuleta ndiye anayekujua.